Mlemavu sio mimi. Naam, hii ni tawasifu ya gredi ya kumi, inasomwa na wanafunzi walioteua somo la fasihi ya Kiswahili na inasomwa chini ya mada ya bunilizi na kazi za kihalisia. Kumbuka somo la fasihi ya Kiswahili lina mada tatu: kuna mada ya fasihi simulizi, kuna mada ya ushairi na kuna mada ya bunilizi na kazi za kihalisia. Sasa tawasifu inasomwa chini ya hizi kazi za kihalisia kwa sababu inahusu maisha halisi ya mtu. Mwanafunzi anatarajiwa kuisoma aweze kuchambua maudhui, dhamira, wahusika, mandhari, muundo na mtindo. Tawasifu hii Mlemavu Si Mimi inagusa hisia na kutoa mafunzo mengi kwa jamii. Anwani ya kitabu ina mvuto mkubwa, kwani inapingana moja kwa moja na mitazamo hasi kuhusu ulemavu. Ni tawasifu inayobainisha wazi kuwa ulemavu si kikwazo cha mafanikio, bali ni hali inayoweza kushindwa kwa juhudi, azma na imani binafsi. Tawasifu hii inasimulia maisha halisi ya mhusika mkuu Ipalei, aliyezaliwa akiwa na ulemavu wa mikono. Licha ya kuanza shule akiwa amechelewa, anakumbana na changamoto nyingi za kijamii na kitamaduni, ikiwemo hatari ya kuuawa baada ya jamii kumchukulia kama laana, lakini tunaona anaokolewa na babu yake, anayepinga vikali imani potovu za kijamii na kuwataka wanajamii waheshimu uhai wake. Na tukio hilo tunaona linaanzisha dhamira ya mabadiliko ya jamii. Katika maisha ya awali uh, mhusika Ipalei anaonesha bidii na uthabiti mkubwa anapojifunza kujitegemea katika shughuli za kila siku kama vile kujilisha. Safari yake ya elimu inaishia kwa mafanikio anapohitimu kutoka chuo kikuu na baadaye tunaona anasomea masomo ya tarakilishi anakuwa na shauku ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani ICT, na anajifunza mwenyewe uundaji wa tovuti. Hatimaye tunaona anabuni tovuti kwa shirika la huduma za wanyamapori Kenya, na ingawa anakumbana na ubaguzi wakati wa kutafuta ajira, tunaona hatimaye anapata kazi kama afisa wa teknolojia ya habari na mawasiliano katika shirika la huduma za wanyama pori Kenya, na hili linatoa matumaini kwa watu wanaoishi na ulemavu. Yaani, tawasifu hii inaonyesha kwamba ulemavu wa kweli si wa mwili bali ni pale mtu anapojishusha au kushindwa kuamini uwezo wake, kwamba ukomo wa mwili hauainishi uwezo wa mtu. Vile vile inahimiza uvumilivu na ujasiri wa kibinafsi. Ipalei amepitia changamoto nyingi za kielimu kijamii, ila mwishowe anafanikiwa kitaaluma. Vilevile inaonyesha maana na umuhimu wa elimu katika kukabiliana na dhana potovu kuhusu watu wenye ulemavu, na inahimiza wasomaji kutambua vipaji vyao na kuviendeleza bila kujali hali zao za kimwili. Tawasifu inayoendana na mtaala wa umilisi inakuza umilisi wa kimsingi. Chukulia kwa mfano, uwazaji kina na utatuzi wa matatizo. Ipalei hana budi kutafuta njia za kuyamudu maisha yake katika hali yake ile. Vile vile, kuna hamu ya ujifunzaji, tunaona akijifunza jinsi ya kuunda tovuti na anafanikiwa. Kuna mambo ya mawasiliano na ushirikiano, umilisi wa kidijitali na sana sana kule kujiamini. Hata anwani yenyewe Mlemavu Sio Mimi, yaani Upalei anajiamini. Vile vile inakuza maadili kama vile maadili ya amani, maadili ya upendo, umoja, uwajibikaji, hata ule uzalendo, haki kwa jamii na uadilifu. Naam, tutakuwa tukiichambua tawasifu hii na ninaimani kuna mengi na kuna uhondo. Usikae mbali, na nashukuru daima kwa kuniunga mkono. Asante.